Kila aliyewahi kuumizwa kwenye ndoa na bado ana maumivu na kuomba, usimame mara ulipo. Bado ana maumivu, simama. Dada, njoo. O mwanangu, njoo. Pole na wewe, uko tayari kumsamehe? Kwa nini? Kwa sababu uh -huh. bado nateseka mpaka sasa. Unateseka kwa nini? Watu mkiniangalia hapa uh -huh. naonekana kama ni mtu mwenye maisha mazuri yeah. kwa muonekano ndio. Lakini mm. kupitia hii ndoa mm. nimepoteza kila kitu mm. nilikuwa na vitu vingi. Ulikuwa na vitu vingi? na nilitafuta naye vitu vingi mm. pamoja na kukopa benki mm. saizi nakatwa mshahara wote, sina kitu. <laughs> Sasa hivi mshahara unabaki na kiasi gani? Nabaki na ikuwa hamsini na tano tu kwa mwezi, na hapa mm -hmm, nilikuja chuo kusoma oh, nilikimbia nikaja chuo kusoma. Sasa nasoma chuo mm -hmm. kwa mshahara huo na bado nadaiwa kodi kama hapa leo mwenye nyumba ndo mwisho kasema anataka nyumba yake. Anakudai shilingi ngapi, mwenye nyumba? Nimepanga Kinondoni. Mhm, uh -huh. Nasoma chuo posta. Eh, nasoma chuo posta taasisi ta ya elimu. Taasisi ya elimu. Unasomea walimu? Eh, mimi ni mwalimu. Wewe ni mwalimu, unafundisha wapi? Kigoma. Kigoma. Kwa hiyo umetoka Kigoma baada ya madeni kuzidi? Eh, nikabidi nika, ukimbilie huko nika mhm Mm. Ko, yani, leo sijui kama mwenye nyumba nitamkuta pale au vipi. Anakudai bei gani mwenye nyumba? Anadai kodi ya miezi sita. Shilingi ngapi? E, milioni moja na elfu themanini. Milioni moja na elfu themanini. Ndiyo. <laughs> Mwanaume amenidhulumu nyumba. Amekudhulumu nyumba. ambayo nilikopa mkopo benki. Ulijenga nyumba ya thamani gani? <laughs> pesa nyingi. Mlikopa shilingi ngapi? Mimi mara kwanza nikopa milioni kumi na mbili, milioni 12. Ndio mara ya pili. Mara pili nikakopa milioni 25. Ukakopa milioni 25. Kwa hiyo kafika jumla milioni thelathini na saba. Ndio mm -hmm. Ndio, na nikata kwenye mshahara wangu ndio, mpaka sasa hivi unakatwa? Nitakatwa miaka kumi. miaka kumi. Ndiyo. bado miaka mingapi? Bado miaka sita. Bado miaka sita. Ndiyo. Yes. yes. Hebu, Yes. naomba milioni moja, chukua hii laki tano. Kwa rai la kitano. Asante. <tis> Nimekata tamaa. Usikate tamaa, mwanangu. Yesu bado anapenda, wala usiwaze kujiua. Nimeshajaribu kujiua mara mbili. <tis> <tis> Nimeshajaribu kujiua mara mbili. <tis> Nashinda hadi njaa, sina mm. Taela ya kula. Natamani hata kutoa sadaka, watu wakisimama nimekaa najisikia vibaya mm. Sira, nalia kila siku. Umezaa watoto wangapi? Watatu. Watoto wako wapi? Wawili wako wanasoma Kigoma, mmoja nipo nayo Yuko wapi huyo mmoja? Kwa bibi yake. Kwa nini unataka kujiua? Nimekata tamaa, na una siwezi kuishi miaka sita mbele kwa mshahara huu, kwa mshahara elfu hamsini na nyumba nimeshazulumiwa. Kwa hiyo mwanamume ndo mmeachana kabisa? Ndio. Hakuna jinsi ambayo mnaweza mkarudiana? hakuna jinsi, ameshawa ana mwanamke lakini hajamleta pale kwenye ile nyumba. Wazazi wamefikia wapi kwenye kuwasuluhisha? Tulikuja kwa wazazi, akawa amenikabidhi kwa wazazi wangu kwa maandishi, yaani akawa amenikabidhi, akasema nimemkabidhi kwa miezi sita, ikiisha miezi sita nitakuja, lakini miezi sita ikapita sasa hivi ni miaka miwili, haseme chochote. Alikabidhi kwa miezi sita kwamba atarudi, atarudi, lakini hajarudi, sasa hivi ni miaka miwili. Bado unampenda? Hapana. <sighs> kwa nini? Nimeteseka sana, ninahitaji Mungu wangu aseme jambo ili akutafute. Amina, utakuwa tayari kama Mungu atasema kama Mungu atasema jambo, namintakua Mungu amemsamehe? Ndio. Na anasema jambo kwamba ndoa hii irudi pamoja. Na kuita Mungu aliye hai, unaewafuta machozi wenye machozi, ndoa hii irudi katika uzima wake, kwa jina la Yesu Kristo mwanao wa pekee. Kila aliye mahali hapa anasema amen. Baba, asante. Mwanamke huyu nimeweka mkono juu yake, na atakuja mahali hapa kutoa ushuhuda ya kwamba ndoa yake imerudi. Mume wako anaitwa nani? Valentino, Valentino nani? na Valentino haule. yeye anashughulika na nini? Ni askari. Askari wa jeshi gani Jey? Ulijaribu kwenda kazini kwake kutafuta suluhu? Ndio, mara nyingi na ikashindikana. Inueni kwa, yeah, mdiyo, mm -hmm. mikono kwa ajili yake. Baba, asante. Umeapokea machozi ya mwanamke huyu na pia umeapokea maneno ya baba yule. Mungu nawaweka pamoja wakarudiane tena katika ndoa hii, katika jina la Yesu. Kila mmoja anasema amina. Tena tena, nenda, anakutafuta na mtayamaliza. Asante, mtarudi kwenye ndoa. Amina. Usijiue tena, usijaribu tena kujiua, bado ipo neema kubwa mbele yako. Amina, nenda ukalipe kodi ya nyumba kuna jambo la kuambia watu wanawake wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Ni ngumu sana kusamehe kwa changamoto tunazopitia kwenye ndoa zetu, lakini kama binadamu tunapaswa kusamehe ili na sisi tusamehewe. binafsi kama Mungu atasema jambo kama anaendelea kunifaa kwenye maisha yangu, nipo tayari kumsamehe, kwa maana naamini Mungu atakuwa ameshamsamehe dhambi zambi zake, nami pia nitasamehe. Uko tayari? Mwambie uko tayari kurudiana naye kwenye ndoa, mwendelee na ndoa yenu na watoto wenu. Kama Mungu atasema jambo kwamba anaendelea kunifaa kwenye ndoa yangu, turudiane, nipo tayari. Naamini Mungu atakuwa amemsamehe. Na nami atakuwa amenisamehe dhambi zangu. Amen. Amen. Mama, naona umesimama, njoo, kuna jambo nataka kuongea. Njoo, kuna jambo roho Mungu ananiambia useme, kuna kitu kitatoka.